Mahusiano, msingi wa mahusiano ni hisia. Msingi wa mahusiano ni hisia. Ili kwamba uweze kuhusiana na mtu, especially mahusiano yenye sura ya kimapenzi, ni lazima kuwe kuna uh, uhusishwaji wa masuala ya kihisia, lazima hisia zinahusika kwa namna moja ama nyingine, lazima uguswe na mtu kihisia. Inapotokea ukajikuta umeingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hakugusi kihisia au hupati mguso wa kihisia na huyo mtu, hayo mahusiano huwa yanaboa na kukera, yanakuwa hayana hayana energy, hayana vijana wa mjini wanasema hayana vibe. Kwa hiyo ili kwamba mahusiano yawe na vibe, yawe na energy, yanapaswa ya kupeleke mahali ambapo huyo mtu unayehusiana naye angalau anaweza kukugusa kihisia. Na hii inaeleza ile fact ya kwamba kuna wakati mwingine unaweza kuwa na mtu kwenye mahusiano ambaye anakugusa kihisia vizuri, lakini as time goes by, kadiri muda unavyozidi kwenda mbele, ule mguso wa kihisia ukapungua au hata ukaisha, na matokeo yake unakutana na mtu anasema, ah, simfeel tena huyu mtu si, sipati connection tena na huyu mtu, na sijisikii kumpenda huyu mtu. Lakini ukimuuliza ulikuwa unampenda ulipokuwa unaingia naye kwenye mahusiano, anasema, yes nilikuwa na hizo butterflies, nilikuwa ninasikia huo mguso, lakini baadaye huo mguso umeondoka, alright? Kwa sababu ili mahusiano yaweze kuwa mahusiano na kuwe na commitment, lazima kuwe na huo mguso wa kihisia sasa kwa nini unahusiana na mtu uliye naye? Ni kwa sababu mtu uliye naye kwa namna moja ama nyingine, kulikuwa na namna fulani ya mguso wa kihisia ambayo ulitokea baina yenu.